Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama, tumekilia salama, tumerudi salama, na sasa tunaenda awamu ya pili ya maadhimisho, tukiwa siku ya kwanza kabisa ya maadhimisho Mei Mosi katika zile siku zetu tano, lakini nataka kuwa wiki mbili, michezo imekuwa ikiendelea hapa tunaenda kuona tuna burudani ya mpira na michezo mbalimbali katika bonanza hii ambayo imeandaliwa na ndugu zetu wa Usha. Lakini sote tunatambua mchezo ni afya, mchezo ni burudani, mchezo ni, ni, ni ajira. Kwa hiyo sisi tuko hapa kuwashangilia na tunatamani kuona mchezo mzuri kabisa, lakini na sisi wengine tutashiriki kwenye ile mchezo ambayo tunaiweza.

ambayo taifa letu tunasherehekea muungano muga wetu ambao umetuunganisha na ambao mpaka leo ni muungano wa mfano katika dunia hii. Kwa tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa moja, tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa na amani, lakini tunamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kushikilia taifa hili kwa maendeleo ya chini e na, kiheri, na, kumano, na kwa naomba nitamke kwa heshima kubwa kwamba bonanza hili la OSHA ndani ya Mei Mosi ndani ya muungano tumeridhiwa rasmi. <laughs>